Watendaji wa vijiji na wenyeviti wa vijiji wahakikishe mbio zinapigwa, mbio zinapigwa katika maeneo yote, ili kesho wanafunzi wapatikane shuleni. Mratibu elimu kata na wataalam ngazi ya kata waendelee kusimamia na kufuatilia kuhakikisha watoto wanafika shuleni kesho. Tutumie nafasi pia kukumbushana, hasa wazazi, wakati huu ni wakati ambapo wanafunzi wetu watakiwa kwa shule kuanzia shule shule za msingi mpaka shule za sekondari. tumefanya ukaguzi katika shule zetu Tumebaini kuna utoro usio na sababu, tunaelekezana na tunaomba wazazi wote, kila mmoja achukue wajibu wake. Ushaomba mtoto aliyeko shule kuanzia darasa la chekechea mpaka darasa la saba ama la sita, kwa sababu darasa ni la mtihani, lakini pia mtoto aliyeko kuanzia chekechea mpaka cha sita, wote la e wawe shule. Tunafahamu kwamba hapa katikati kulikuwa na mapumziko, lakini mapumziko hayo yamekwisha kwisha. Shule zote ziko wazi, walimu wako tayari kufundisha. Ofisi zote za umma, taasisi zote za kutoa huduma kwenye vituo vyetu vya afya, zahanati za wilaya na maeneo ambako huduma za elimu zinatolewa, zote ziko wazi. Hakuna kilichosimama, hakuna kinachosuasua, na kila mwananchi akiishe kwamba anapata huduma mahala ambapo ameweza kupata huduma. Masoko yetu, minada yetu yote vinafanya kazi maeneo yote, shughuli za kilimo zinaendelea na wakati huo ni wakati mzuri wa kuandaa mashamba. Watu wajitokeze kuandaa mashamba yao, kupata mbegu bora, kupata pembejeo, mbolea bora kwa ajili ya kilimo. Na kwa hili ambalo umelikuta site, naamini kwa maazimio ambayo tumeyaweka tunaenda kusimamia kikamilifu, kuhakikisha sasa watoto wanarudi kuendelea na masomo yao kama ambavyo yanatarajiwa na serikali. Nawakumbusha, nawaambia wazazi wote wa wanafunzi warudi mashuleni kesho, shule za msingi na sekondari kwa ujumla. Hivyo ni wasii wazazi wenye watoto huko majumbani, hivyo huduma zimerejea za kimsingi za kijamii, kwa kwamba kuanzia y kesho watoto wote walioko majumbani, watoto wa shule ya msingi pamoja na sekondari warejee shuleni, kwani huduma tayari zimeanza. Hivyo hata ofisi za serikali za vijiji tayari zipo wazi kwa ajili ya huduma, ili mweze kupata huduma. Najua kijiji changu ni kikubwa, kina shule tatu maeneo ya Ntimba nikuombe pia viongozi wote waliopo kule Ntimba, mwenyekiti wa kitongoji pamoja na wajumbe waliopo kule, naomba tushirikiane kwa pamoja. Lakini pia shule ya msingi Kambanga, niwaombe viongozi wenzangu wote pamoja na wazazi wote kwa ujumla pamoja na wananchi wote kwa ujumla, niwaombe kwa sasa wanafunzi waende shuleni, tushirikiane kwa pamoja ili wanafunzi wetu waende wakapate elimu.